Ikiwa leo ni sehemu ya kwanza, ndugu yetu Mayasa natuambia, jamani mabinti, kweni makini, kweni makini ya marafiki wa kike sio watu kabisa, wanaweza kuingiza kwenye shimo hivi hivi na unajiona na tamaa. Jamani mabinti, mabinti wenzangu, tuache tamaa hiyo. Mwingine yamenikuta na baki tu, na namlaumu Mungu, kumbe hata mimi mwenyewe nimekosea. Kuja ni wasi mwenye kisa changu, huenda kwa sasa msinielewe, ila baadaye nitakuja mtanielewa vizuri nini ambacho nakimaanisha hapa. Basi Mayasa anaanza kwa kutusimulia anasema, kwa majina anaitwa Mayasa Josefu Ndeto. Mimi ni mtoto wa pili kuzaliwa katika familia ya watoto wawili, kaka yangu wa kwanza kuzaliwa anaitwa Amos Ju, nikafata mimi Mayasa wa pili bwana. Mimi ni mzaliwa wa huko Mpui, Sumbawanga mkoani Rukwa. Mimi ni Mfipa. Ukija Mpui ni Wafipa tupu, yani tuna kikanyaga kifipa. Acha tu tunaishi na wazazi wetu wawili, ila mimi naonaga bora tu ningekufa au wao wangekufa tu, maana sioni hata umuhimu wao. Sio kwamba nakufuru, ila naona afadhali ingekuwa hivyo, maana ni wazazi wasiojali familia. Kuna muda na waza labda walituzaa kwa bahati mbaya, yani sidhani kama walijipanga. Mama yangu anauza pombe na ana kibanda chake cha kilabu cha kuuza pombe, ila baba yeye kazi yake ni kunywa tu, kumeza mke wake. Anaamka asubuhi, wanaenda wote kilabuni. Hayo ndio maisha yao ya kila siku. Wanaweza wakaenda kilabuni wakalala huko huko, hawajali hata kama kuna watoto wamekula wala nini. Yaani tangu tumezaliwa, kaka yangu ndio ananilea, ila kuhusu wazazi nishijisabia kabisa kama sina hata wazazi. Wazazi ambao hawajali watoto wamekula ama bado, wenyewe wako bizi na maisha yao. Wanachojali wao ni maisha yao tu.